Msisimko wa soka katika kiwanja cha Chibubu umefikia kilele chake kufuatia kukamilika kwa hatua ya robo fainali ya ligi ya Msambwe soka chini ya umri wa miaka 25. Ni ligi ambayo si tu imevutia hisia za wapenzi wa soka bali imekuwa jukwaa la kuleta mabadiliko chanya katika jamii kupitia vipaji vya vijana. Ligi hii ilianza kwa kishindo ikishirikisha timu nane shupavu zilizokuwa zikichuana vikali baada ya wikendi iliyopita iliyojaa amani, upendo na nidhamu ya hali ya juu uwanjani, timu nne zimefanikiwa kukata tiketi ya nusu fainali. Timu hizo zilizo zilizozidi kete wapinzani wao ni Pafada Zere FC Angola na Viva Manyota. Mafanikio ya mashindo haya yanachagizwa na ushirikiano wa dhati kati ya washikadau wakuu watatu ambao wameungana pamoja kuhakikisha vijana wanajiepusha na majanga ya kijamii chini ya usimamizi wa Samba sport to trust, FKF Kwale County na ikada. Lengo kuu la ligi hii limekuwa ni kupiga vita utumizi wa mihadarati kwa miongoni mwa vijana, huku ikitumia michezo la soka kama chombo cha kuelimisha na kuhamasisha maisha ya afya natija, na tija. Namna uwanja wa Chibubu ulivyofurika mashabiki kutoka kila pembe, kelele za kushangilia, vigelegele zimepamba mechi zilizopita ikionyesha kiu ya wanachibubu kwa burudani safi. Hali hii inatarajiwa kuongezeka maradufu wikendi hii, nyasi zitakapoanza kuumia. Ratiba iliyotolewa rasmi leo inaashiria kuwa hakuna kulala. Mechi zote zitaanza saa tisa kamili mchana, ikiwa Jumamosi tarehe thelathini na moja Viva Manyota wataweza kuchuana na Zwere, huku tarehe moja mwezi wa pili mwaka elfu mbili ishirini na sita Pafada wataweza kuchuana na Angola. Ujumbe wa wiki hii ni kwamba soka ni maisha, mihadarati ni kifo, tucheze kwa furaha, tuishi kwa malengo. Mashabiki mnahimizwa vilevile kufika mapema ili kushuhudia nani atafanikiwa kuingia katika fainali ya kihistoria ya Msambwe Soka chini ya umri wa miaka ishirini na tano. Kila la heri kwa timu zote. Mimi ni Teidi Boga kutoka BTV.